Kuwashukuru sana kwa mapokezi mlionipa leo. <tweak> <tweak> Mnakumbuka kwamba nilikuja mara ya kwanza na mheshimiwa rais wetu na mwenyekiti wetu wa chama, nimerudi na kwa kweli nilikuwa naendelea na ratiba sehemu nyingine lakini kamati ya siasa ya mkoa wa Ruvuma ikamwomba mwenyekiti wetu kwamba nirudi kwa maeneo mawili, na rais akaagiza kwamba lazima utekeleze maagizo ya kamati ya siasa ya mkoa. Kwa hiyo nimekuja kwa maagizo ya mkoa wetu kwamba niende maeneo mawili. Kwa hiyo niko kwa kazi hiyo ya Lituhi pamoja na Tunduru. Lakini kipekee nawashukuruni sana kwa uwepo wenu, nawashukuru machifu wetu wamenipa heshima kubwa kuwepo, lakini rais aliyeongea kwa kirefu kwenye mkutano wake alipofika hapa, yaliyoahidiwa ni yale yale. Ambacho kitu pekee ninachoomba kutoka kwenu ni kwamba heshima mmepewa, watu wa Ruvuma, mwonyesheni Rais Samia kwamba mnaheshimu heshima aliyowapa, mwonyesheni Rais Samia kwamba mnaenzi heshima aliyowapa, mwonyesheni Rais Samia kwamba mnatambua kazi alizozifanya na namna ya kuonyesha ni kura ambazo hazijapata kuonekana, zionekane mkoa wa Ruvuma na Songea. Na mimi ninachotaka kuwahakikishieni ni kwamba kazi ya kumsaidia Mama Samia kuongoza nchi yetu, kumsaidia kuhakikisha kwamba tunapata maendeleo nitaifanya kwa nguvu na kwa uaminifu. Nataka na niwahakikishieni, sitawaangusha, sitawaangusha kura nyingi kwa rais Samia naomba na kwa wabunge wetu naomba, na kwa wabunge wetu maana, na tunaposema maendeleo ya mkoa, maendeleo ya majimbo yetu, lazima mimi kama nikichaguliwa kuwa makamu wa rais niwe na watu wa kunong'ona nao lakini watu ambao wamepata kura za heshima. Tujenge heshima ya Ruvuma, tujenge heshima ya Songea na wabunge wote wa mkoa wa Ruvuma, tunataka vitu vya kishindo vitokea Nataka majimbo yote ya mkoa wa Ruvuma yaongoze kwa kura za CCM za kishindo. Mkoa wa Ruvuma utakuwa kijani, mkoa wa Ruvuma utakuwa kijani. Yeah! Basi nawashukuru sana, nawapenda sana naomba sasa mnipe ruhusa niende Nyasa. Wageni wetu, mgombea mwenza wa kiti cha rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, Dr. Emmanuel Nchimbi amekwisha wasili katika viwanja hivi vya uwanja wa ndege wa Songea. Kwa hiyo kulingana na ratiba yake, ambayo anaelekea huko Nyasa na hatimaye Tunduru, ameona ni vyema awasalimie nyinyi wananchi ambao mmekuja kumpokea hapa uwanja wa ndege.